Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Tumechelewa kutangaza mkutano huu kwa sababu tulikuwa tunasubiri majibu ya mgeni rasmi ambaye tulitarajia awe mheshimiwa rais mwenyewe na, na majibu yametoka jana n amemwelekeza waziri wa mambo ya ndani awe ndio amwakilisha kama mgeni rasmi, kwa hiyo tunatarajia kuwa na mkutano wetu wa mwaka wa kumi na saba e, is ua inafanya mkutano wake kila mwaka na mwaka huu unafanya tarehe kumi na tisa pale Dodoma katika ukumbi wa Royal Village. Labda e, nitoe historia fupi ya sekta ya ulinzi binafsi. Sekta ya ulinzi binafsi ni sekta ambayo imeanzishwa mwaka elfu moja mia tisa na themanini baada ya kuwepo na umbwe, baada ya mashirika ya umma kubinafsishwa, ilionekana sasa hayawezi kulindwa tena na polisi na mgambo ambao ndio walikuwa wanalinda. Kwa hiyo ikaamuliwa kwamba IGP ambaye alikuwepo wakati huo, Mwalimu Mgaya, atoe vibali kwa makampuni binafsi yaweze kulinda. kwa hiyo wakati huo makampuni yaliyopewa yalikuwa mawili, Group 4 pamoja na Arkinin. Lakini baada ya miaka kama sita, mwaka elfu moja mia tisa themanini na nane makampuni yaliongezeka kufikia sabini. Sasa baada ya kufuka makampuni sabini, wakurugenzi wa makampuni yale waliona ni vyema wawe na chombo ambacho kitasimamia sekta hii. Kwa hiyo wakaanzisha chama ambacho kilikuwa kinaitwa Tapsco by then, na mwenyekiti wake akawa Mheshimiwa Almas Maige ya mbunge ambaye sasa hivi mbunge wa Uyui. Na baada ya mwaka mmoja, wakaamua sasa wakibadilishe kiwe chama kuwa ni cha kitaaluma nakiwe cha kisekta kabisa. Kwa hiyo itaanzishwa chama kinachoitwa Tanzania Security Industry Association i ambayo ndio inafanya mkutano wake sasa wa kumi na saba mimi ni mwenyekiti kama nilivyotangulia kusema jina langu ni Felix Kagise, mwenyekiti wa pili baada ya kuanzishwa kwa chama chetu cha sekta ya ulinzi binafsi. Baada ya mwenyekiti mstaafu Maige kuondoka, basi mimi nilichukua ukanda kutoka mwaka 2015 mpaka sasa, huu ni mwaka wangu wa kumi. E, tunatarajia tuwe na mkutano ambao madhumuni yake hasa huwa ni kujipima ni wapi tulipofika na wapi tulipokuwa na nini kifanyike baada ya hapo. Kwa hiyo ni mkutano wa kazi hasa. Nachukua fursa hii kuwatangazia wadau wa sekta ya ulinzi binafsi pamoja na wanachama wetu kuhudhuria mkutano huu bila kukosa, kwa sababu ni mkutano muhimu ambapo tutakuwa na Mheshimiwa Innocent Bashunga ambaye ndio waziri wetu wa wa wizara hii ambayo sisi tuko chini yake. Kwa hiyo ni muhimu, kwa sababu hatujawahi kufahamiana, atufahamu Zetu, mbele yake. Kwa hiyo ni waombe wote ambao watapata taarifa hii wawaeleze na wenzao kwamba ni muhimu kufika Dodoma hiyo tarehe kumi na tisa katika ukumbi wa Royal Village, na eh, nadhani utakuwa ni mkutano ambao hautaweza kusahulika tena. Sekta hii ya ulinzi binafsi ni sekta muhimu sana. Ni sekta ya kwanza ambayo imeajiri vijana wengi wa Tanzania vijana karibia laki tatu wameajiriwa na sekta hii. Kwa, kwa hiyo unaona kwamba tumepunguza uzururaji eh, jambazi tumeondoa shughuli za vijana kutokuwa na kazi, tumeongeza ajira. Ni sekta muhimu ambayo inaongeza ajira. Sekta hii wet, watu wengi wanaweza wasielewe vizuri. Ni sekta ambayo watu wakurugenzi wake wanafanya kazi ni kama za kujitolea, kwa sababu ukiangalia gharama ambazo tunatumia kuhudumia wafanyakazi pamoja na mishahara, utaangalia kwamba kweli makampuni hayapati ya faida, ila watu wanafikiri kwamba makampuni hayo ya yanatengeneza pesa, lakini sio kama wanavyofikiria. Sana sana tunatoa huduma na kusema. So kweli ukiangalia sasa hivi ujambazi umepungua sana katika maeneo mbalimbali, mbali na hii si vingine ni kwa sababu makampuni yameenea kila kila sehemu. Kampuni hizi za ulinzi zinafika mahali ambapo polisi hawezi Polisi ni wadau wetu wakubwa ambao tunafanya nao kazi kwa karibu sana, lakini tumetumika kuwasaidia kuwapata taarifa za uharibifu uma, za unaotokea kwenye mitaa, kwa sababu tuko kule, wao hawawezi kwenda huko. Kwa hiyo utaona kwamba ni sekta moja muhimu sana ambayo imempunguza uharifu kwa wingi, lakini pia imetoa makampuni haya hayatengenezi haya, faida makampuni haya kikubwa ni kwamba wanatoa huduma, lakini pamoja na kwamba tunatoa huduma tunakwenda kuhakikisha kwamba katika mkutano huu tunapokwenda sasa, tunakwenda kusisitiza waajiri wa wafanyakazi hawa waweze kuweka bei zinazokubalika wanapokuwa wanampelekea mteja huduma. Mteja, wateja sasa hivi wameshaelewa, wanajua umuhimu. Ukiangalia unapaswa kumlipa nini mfanyakazi, ili asiwe na vishawishi vingi ya kuweza kuleta uhalifu kwenye malengo au sehemu anayofanya kazi inatakiwa umlipe vizuri. Na ili uweze kumlipa vizuri vizu, inatakiwa wewe umchaji umtoze mteja kiwango kinachostahili. Kwa hiyo katika mkutano huu tutahimiza sana watu wajue kwamba hii pamoja na kwamba tunatoa huduma, lakini ni biashara. Na biashara lazima tunufaike wote, waajiriwa pamoja na wewe unayeajiri. Kwa hiyo lazima na wewe ujiangalie kwamba kitu unachokitoa kinamtosha kinatosha kulipa mshahara mzuri wa kumfanya mfanyakazi aweze kujisikia, kwa sababu unapompa unapompa mshahara mzuri, kwanza kazi anaipenda na kazi yako itakuwa na, na lindo lako litakuwa salama. Lakini ukimpa hela ndogo ataichukia ile kazi. Lakini kingine tunataka tusisitize kwamba watu tuwalipe kwa wakati, maana kitu kingine ni kwamba ni wakati gani unamlipa mlinzi. Usije ukamlipa mlinzi baada ya miezi miwili, kwa sababu huyu mlinzi ana majukumu nyumbani kwake ana majukumu ya kifamilia ana majukumu ya kutaka kupeleka watoto shule na kadhalika, na wengine wanalipa kodi kila mwezi. Kwa hiyo usipowalipa kwa wakati, inakuwa ni matatizo. Kwa hiyo tutalisisitiza na hilo kwenye mkutano wetu, tunahakikisha kwamba sekta yetu inafanya kazi kama ya kitaaluma kama inavyoandikwa kwa makampuni wanachama wa TCA. Na mimi niwaambie wale ambao hawajajiunga na TCA, kampuni bora ni ile iliyo mwanachama wa TCA kwa sababu katika sekta, katika wanachama wetu sisi tunahakikisha kwamba tunafanya vile watu wanaita compliance au tunakidhi vigezo ambavyo tumepewa wakati tunapoanzisha kampuni, na tunahakisha kwamba unakuwa na address inayofahamika, inayo, inayo... lakini usipojiunga katika chama hiki sio rahisi kuweza kufahamika na hata kuwa jeshi la polisi limeanzisha mfumo kwa kuyafahamu makampuni, lakini wengi ambao sio wanachama inakuwa sio rahisi kuwapata, lakini wakiwa wanachama ni rahisi kujua kwamba wako wapi. Na ukiwa mwanachama unapata cheti ambacho hata unapokwenda kuomba kazi unaonyesha kwamba wewe ni mwanachama, na hii inampa yule anayekupa kazi inamhakikishia kwamba kampuni anayechukua ni ya kitaaluma kweli kweli. Kwa hiyo ni muhimu sana ujiunge na chama chetu, ili uweze kutoa cheti ambacho kitakusaidia wewe kupata kazi nzuri.